Bado tunalo jukumu la kukamilisha hii nyumba, lakini kwa sasa tumeona ni vizuri mwenye nyumba akaendelea kuishi kumu, kutokana na miundo mbinu anayo anayoitaji huko ambapo amepangisha, miundo mbinu sio rafiki sana kwa, ndio maana tumefikia jukumu hili ili tuweke mlango baada ya mlango na kutengeneza sehemu ambayo anahitaji kulala, lakini tutaendelea kuhakikisha kwamba jukumu hili tunalikamilisha kwa asilimia mia moja. Lakini pia niwashukuru tena wadau mbalimbali ambao wametoa sehemu ya fedha zao, si kwamba wanachokindi lakini ule moyo wa upendo, moyo wa Utanzania, moyo wa utoaji ndani yao, moyo wa kusaidia ndio uliowasukuma. Lakini pia tuko hapa pia katika siku hii muhimu kuwaonyesha kwamba huyu kijana wakati anapita katika maduka na maeneo mengine, ile fedha walioitoa ndio imetufikisha mahali hapa, haijapotea, kwa sababu wajibu wetu pia ni kujua je, kila alichokuwa anachangisha ni kweli kipo? Ni kweli kibali alitoa mkuu wa wilaya? Niwahakikishie kwamba ni, kwa ni kweli kibali nilitoa kama mkuu wa wilaya ili aweze kupita kwa wadau mbalimbali, na leo hii tunaona kwamba tuko katika nyumba hii ambayo mama Twilumba tumemkabidhi. Lasi ninge- nilonga kibena kuti tiongise sana togisesaasante gururi awabariki sana asante sana. Haya, nafikiri ndugu Twilumba Kijombe ambaye ni mhitaji mwenye ulemavu wa miguu, ilikutana naye Njombe mwezi wa kumi eh mwaka 2024 ambapo nilikuwa eh ninafanya mazoezi katika ofisi ya endesha mashtaka mkoa wa Njombe, nilimshuhudia akiwa anaombaomba omba misaada katika e, soko kuu la Njombe akipita duka kwa duka kuwaomba watu mbalimbali msaada, nikamuonea huruma, nikamwomba niongee naye kwa uchache, akaniruhusu nikaongea naye na kumuuliza natokea wapi, historia yake kwa ufupi. Nami nikafanya jitihada za kutafuta mawasiliano ya viongozi wake iridhisha ya kwamba eh, anakaa kwenye mazingira ambayo si rafiki kwa maisha ya mtu mwenye ulemavu. Katika hiyo shida yake ndio iliyonigusa zaidi, kwa sababu mli wake umeenda na nikapata picha yakiwa mzee ataishi kwenye mazingira gani, ndipo wazo la kumjengea nyumba lilipokuja. Lakini pia kwa kuwa niliwaza mbali, ndipo pia wazo la kumnunulia baskeli lilikuja ndani yangu nilikuwa nina keshi e, ya kama laki sita na nusu nitamani ni, ni mpe kama, kama sadaka yangu, lakini ndani yangu nikaona ni vyema nikaitumia hiyo kama ni fedha kwa ajili ya kurahisisha hizi shughuli zote za kushughulikia mpaka mwisho dada yetu e, au mama yetu aweze kupata makazi na basikeli walemavu, hivyo hicho ambacho nitamani mimi mikumpa binafsi siku hiyo kama zawadi ambao na mimi nilikuwa nimefanya kazi fulani, niliona inisaidie kwenye safari inisaidie kwenye malazi, vyakula, mpaka kila kitu ambacho kimefanyika mpaka nyumba hii kukamilika. Kwa, kwa matumizi binafsi, nimejisikia moyo wangu na amani sana, lakini pia akili yangu kwa sasa imetulia, kwa sababu ndani ya moyo wangu kilikuwa kinafurukuta, namna gani nitakamilisha hii nyumba lakini pia namna gani nitapata baiskeli. Lakini tunamshukuru Mungu, yote yamefanyika lakini pia na serikali imeweza kupokea vyema hili wazo ambayo nilikuwa nao na wamekuwa pamoja nami, wame kuanzia hatua ya kwanza mpaka hii ya mwisho. Na mkuu wa wilaya mwenyewe wamekuja kuzindua hii nyumba, lakini pia na kushuhudia haya yote, na ameyapokea, na taarifa zote zipo kwake. Ambacho kwake ambacho kimetumika hadi sahizi e, ni milioni tisa na elfu ishirini na sita hiyo imeanzia gharama ya baskeli kununua kiwanja, ujenzi wa nyumba na ukarabati, milioni tisa na elfu ishirini na sita. Na fedha hizi asilimia kubwa zimetolewa na watu wenye maisha, wa maisha ya chini, nikimaanisha wajasiria mali wanaouza madukani humo, nikianza na soko la Ilembula, eh, Makambako na Njombe. Lakini pia wapo ambao nimesoma nao E, Mzumbe e, chuo kikuu cha Mzumbe, wapo ambao nimesoma nao law school, marafiki zangu na Kigonsela, ambao pia wanaona haya navyo ya posti kwenye Instagram, Facebook lakini pia na WhatsApp, wanavyoona wanakuwa na mwamko wa kufanya. That's why imefikia hatua hii, lakini pia wapo ambao ni wafanyakazi ambao ambao nibahatika kupita katika taasisi za kiserikali na taasisi za kidini lakini pia na taasisi binafsi na kuwaomba mchango mmoja mmoja hapo ambao wamefanya nikitolea mfano TANESCO Njombe eh, wameweza kufanya idwa chanya kote uko wameweza kufanya